Na jambo hili sisi kwenye mafundisho yetu ya Kiislamu lina msingi unaotokana na maneno ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema, watu wakiwa watatu safarini au zaidi, falyuamiruu ahadahum, wamchague mmoja wao awe kiongozi ili kuepusha kwenye safari ile kuwa kila mmoja kiongozi, safari itaharibika. Kwa msingi huu ndio tunafundishwa sisi kama jamii, popote pale tutakapokuwa, ni lazima tuwe na kiongozi na tushiriki katika kuchagua viongozi watakaoendesha jamii yetu pale tulipo. Na kushiriki kuna faida, miongoni mwa faida ni kuwa viongozi watakaochaguliwa na jamii wataendesha ofisi zao kwa mujibu wa ridhaa ya jamii iliyowachagua na wala si vinginevyo. Kama ambavyo pia, jamii inaposhiriki katika kuchagua viongozi wao, inawafanya viongozi hao wawajibike kwa jamii yao iliyowachagua, kwa sababu viongozi hao watakuwa wanajua, kwa namna watakavyoendesha mambo ndivyo itakavyokuwa wepesi kwao kwa jamii yao kuwaamini tena. Jamii inaposhiriki katika kuchagua viongozi wake inatengeneza mkataba kati ya jamii hiyo na viongozi waliochaguliwa katika mambo yafuatayo: kusikilizwa jamii na viongozi hao katika yale wanayoyahitaji au yanayowasumbua, kuwafanya viongozi watimize ahadi walizowapa wakati wa kampeni, kufanya maamuzi kwa ajili ya maslahi ya umma, yani public interest. Kwa hivyo ni muhimu sana jamii kushiriki katika kuchagua viongozi wake, na njia pekee ya sawasawa ni njia hii ambayo siku imebaki siku moja, pengine ni ile njia ya kupiga kura, kwamba jamii ishiriki kwa njia ya kupiga kura kuchagua viongozi wake. Katika hili, jamii inapochagua na wale wanaotaka kuchaguliwa, kila mmoja ana wajibu wake wa kufanya wanaotaka kuchaguliwa wana wajibu ya kuchunga nini wanasema, kitu gani wanafanya, kwa sababu wanao watu nyuma wanawafata. Wakisema maneno mabaya, kuna watu watawafata. Na kwa hivyo basi, nichukue fursa hii kuwapongeza wale wanasiasa wote katika kipindi chote cha kampeni ambayo wao walikuwa wamejikita zaidi kutuambia watatufanyia nini na watafanya kitu gani cha ziada, badala ya matusi, kejeli na dharau. Wao walijikita upande huo, tuwapongeze sisi sote, kwa sababu hilo ndilo jambo ambalo sisi tungependa kusikia kutoka kwao. Vile vile, kitu muhimu tulichokiona kwenye hawa waliofanya ni kile tunachosema siasa za mambo yanayotuhusu sisi kama jamii jamii na mambo yanawahusu wewe unayetaka wakuchague. Ukiyagusa yanayowahusu ndo unawasogeza karibu. Na hapa nieleze kisa cha bibi mtu mzima Uingereza. Wakati wanasiasa wanazunguka kuwasainisha ile petition ya kupinga masala ya nyuklia, yule mwanasiasa alifika kwenye nyumba ya bibi kizee, akamgongea akimwomba asaini kwamba hilo ni tatizo kubwa. Yule bibi akasema, mimi hilo sio tatizo langu, mimi nalo tatizo hapa ndani, unaweza kunisaidia? Alipomuuliza tatizo gani, akasema nyumba yangu ina panya wengi sana, unaweza kunisaidia? Hii inatufundisha kwamba siku zote wale wanaotufuata washughulike na siasa za mambo yanayotuhusu na wala si vinginevyo kama ambavyo na sisi kama jamii tuna wajibu wa kushiriki katika kuchagua viongozi wetu huko. Msemo maarufu wa Kiingereza unasema Go to vote or others will decide for you, nenda ukapige kura. Usipofanya hivyo, kuna watu wengine watachagua maamuzi ya kiongozi ambaye pengine wewe hukuwa ukimtaka, lakini atakuwa kiongozi wako kwa sababu wewe hukuchagua. Na wale watakaobahatika kuchaguliwa watambue kwamba sisi binadamu kuturidhisha ni daraja ya juu sana ambayo huwa haifikiwi. Kwa hivyo wachunge yale ambayo yana muhimu, yana maslahi na sisi, lakini pia waendelee kuwa na mioyo ya subira na uvumilivu kwenye yale tutakaoendelea kulaumu, kwa sababu binadamu hiyo ndo tabia yake, hawezi kuridhishwa kwenye mambo yote, kama ambavyo hata Mwenyezi Mungu aliyotuumba, bado kuna baadhi ya watu wana maneno husema kuhusu hili au lile. Kwa hivyo, nimalizie, ni, ni muhimu sana kwetu sisi kama jamii kushiriki katika kuchagua viongozi wetu, ili tuweze kuwawajibisha pale watakapokwenda kinyume kwenye yale ambayo sisi walituahidi tukawachagua. Tusikae nyuma, tusikubali kuacha kutumia haki yetu, kwa maneno au vitendo vyovyote vile. Tusimame, tutekeleze wajibu wetu kisawasawa, na washukuru sana na asanteni kwa kunisikiliza.